Wahamiaji kutoka Afrika wanaoishi Marekani wanakumbwa na changamoto kubwa ya upweke na kutengwa kijamii, licha ya kuongezeka kwa idadi yao kwa kasi kubwa katika miongo miwili iliyopita. Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya sera ya uhamiaji ya Marekani ya mwaka 2022, zaidi ya watu milioni mbili na laki saba na elfu hamsini waliozaliwa Afrika wanaishi Marekani, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya asilimia 246 tangu mwaka 2000. Wahamiaji kutoka Nigeria wanaongoza kwa idadi wakifuatiwa na wale wanaotoka Ethiopia, Misri, Ghana na Kenya. Idadi kubwa ya wahamiaji hao wako katika majimbo ya Texas, Maryland, New York na California. Hata hivyo, wengi wao husema wanakumbwa na upweke, hasa kutokana na ukosefu wa jamii pana za Kiafrika katika baadhi ya miji, tofauti za lugha na kutofautikana kwa nyumba za ibada zinazowakilisha utamaduni wao. Utafiti wa kijamii uliochapishwa katika jarida la Frontiers in Sociology toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu unaeleza kuwa wahamiaji wa Kiafrika wako katika hatari ya kutengwa kijamii na kisaikolojia kutokana na mabadiliko makubwa ya kiutamaduni na kijamii wanayokutana nayo wanapowasili Marekani. Taarifa zaidi kutoka kituo cha utafiti cha Pew kwa mwaka 2022 zinaonyesha kuwa asilimia 31 ya wahamiaji kutoka Afrika wana shahada ya chuo kikuu lakini wengi wao bado hukumbwa na changamoto za ajira na kipato cha chini. Takribani asilimia 40 ya wahamiaji wa kiafrika huishi chini ya mstari wa kipato cha wastani wa taifa, hali inayowalazimu kufanya kazi kwa muda mrefu na kuwanyima muda wa kushiriki katika shughuli za kijamii au ibada upweke huu pia unaathiri kizazi cha pili cha wahamiaji ambapo vijana hukumbwa na mgongano wa kiutamaduni kati ya maadili ya Kiafrika waliopewa nyumbani na utamaduni wa Kimarekani wanaokuta shuleni au mitaani. Kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha watoto na familia cha chuo kikuu cha George Town iliyotolewa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, inaeleza kuwa hali hii huongeza hisia za kujitenga na huzuni, na wakati mwingine husababisha msongo wa mawazo au wasiwasi wasi wa kijamii. Mimi, oh, naitwa Christian. Uh, natokea Arusha, Tanzania. Nilikuja mwaka 2017. Upweke kweli upo kwa sababu maisha jinsi yalivyo, hamna social life. Mara nyingi ni mtu anatoka nyumbani anaenda kazini, anatoka nyumbani anaenda shule, amna ile interaction kama ya nyumbani. Kwa maana kwamba nyumbani unaweza ukamtembelea mtu bila hata taarifa bila appointment yoyote unaenda kwa, kwa dada yako, kaka yako lakini kwa kuwa hapa Amerika ni tofauti kidogo. Kila mahali ukienda, lazima uende na appointment, hata kwa rafiki yako lazima umwambie kabla hujaenda kwao. Kuna kuna maisha upweke sana hapa Amerika um, na ilinipata mimi na kama watu wengine iliwapata. Um, na inachukua muda kuzoea, especially kwa sisi ambao tunatoka nyumbani kule. Uh, tuna interact sana na watu, tuna kuwa katika mazingira ya, ya kusocialize sana.

Okay. Eh, unapunguza kiasi lakini haliwezi kuisha kabisa. Kwa jina mimi naitwa Margaret Mwamba ama unaweza kaniita Nyogela. Marekani kusema kweli ni is very lonely country. Upweke ni mkubwa sana I can tell you. Kwa sababu um, kila mtu yuko busy na mambo yake. Hatuna sana mambo ya community. Labda ukitoka hapa utaenda kuongea na fulani nyumbani kwao, ukitoka simu mtembeleeni, nani kila mtu yuko busy na schedule. So na pia schedule zetu ziko tofauti. Tuna schedule ya kwanza, ya pili na ya tatu. Yes, ratiba zetu ni ni, ni ni, tofauti. Hata kama uko na mtu wako unaweza ukaenda kumtembelea, lakini ukute anaingia kazini usiku, wakati wako kazini yamelala. So tunabadilishana hiyo schedule tofauti, atuweze hata kuonana. kuonana ni weekends na weekend zenyewe pia sio zote kwa sababu watu wengine wanafanya kazi weekend. mm -hmm. Kwa hiyo that means you know, inaleta upweke sana japokuwa kila mtu anakuwa busy na kutafuta pesa unama, unapata maendeleo lakini unapoteza hiyo community. Nilikuja mwaka 2004. Upweke sikugundua immediately. Ila nili kwa sababu nilikuwa mdogo, kwa hiyo nilikuwa na vitu vingi vya kufanya, nime ketchup na marafiki zangu, tuna ketchup tunaenda shule I had things to do, kwa hiyo aukuwa upweke sana. Na hata ukiwa kuna labda sherehe imetokea ama sikukuu like uh, Christmas, Pasaka, tulikuwa tunaenda tu sehemu But sasa hivi si watu tumekuwa watu wazima, ni tofauti kwa sababu this time, inabidi hata ukiwa unaenda sehemu, inabidi uwe umealikwa na unajipanga, unakuja na watoto wako, kwa hiyo it's, like, it's a whole process. So yeah, zamani haikuwa upweke sana, ila as you grow inakuwa very very long baada ya kuwa umeolewa. Uh, hali ilibadilika ile toka ulipokuja mwanzoni, hali ya upweke ilivyokuwa na baada ya kuolewa kuna mabadiliko ambayo yalitokea? Yeah, definitely yatokea, kwa sababu mabadiliko yako ni makubwa, kwa sababu ukiolewa, then you have your your your husband or your partner, mko naye, kwa hiyo mnakuwa kidogo kama schedule yenu imemend together. Kwa hiyo how we hata kama hauna hauna cha kufanya, labda mnaweza mka spend time together na mume wako, ama mume anaweza kama amealikwa na rafiki zake huko akakualika naye muende wote. So, yeah inakuwa kidogo vizuri kwa umeolewa kuliko ukiwa haujaolewa. Nilikuja peke yangu, lakini upoko kanishinda kabidi rudi nyumbani kuoa. Kwa hiyo alienda nyumbani kuoa. Rudi nyumbani kuoa, kwa hiyo ni, so, ni muhimu sana kuwa na mwenza pia, itapunguza upweke kwa sababu kama unaishi peke yako, wakati mwingine hata unaweza ukaumwa na hakuna mtu anayejua kwa sababu kila mtu ana maisha yake. So ni vema kuwa na mwenza ikiwezekana, itakusaidia kupunguza upweke, actually mtoto wangu. <laughs> <laughs> Taasisi za dini ikiwemo makanisa na misikiti zimekuwa sehemu muhimu kwa baadhi ya wahamiaji kupata faraja na kuunganishwa kijamii, lakini si kila mhamiaji hupata taasisi inayoendana na tamaduni na lugha yake. Hali hii inawafanya baadhi yao kujisikia kutengwa kiimani na kihisia. Uh, sasa hivi mimi ni uh, ndo namalizia time yangu ya Treasury. Treasury is a very, uh, busy work. Kila siku tunakuwa tunatakiwa kwenda ku, sio kila siku like, every time every Saturday mnakuwa busy na transactions za kanisani. Hata weekdays unaweza kwa tafuta ukaambiwa unatakiwa ulipe hiki na kile na kile. Kwa hiyo ina keep busy sana sometimes ku, you know ku make sure my mahesabu imekaa sawa, unaitwa una, una hapa kwa ajili ya you know nini report hapa na pale imesaidia ina, sana, uh, uh, well, sana kwa sababu kwa mfano kwenye soka tunakutana tuna kama kama, brothers, kama ndugu uh, na majority wengi wao katika wachezaji wa mpira ni, ni watu kutoka Afrika especially East Africa, nongela Kenya na Tanzania na Uganda. Kwa hiyo tuna ile uh, culture, culture ni, ni the same. Kwa hiyo tuna interact vizuri uh. Tunazungumza katika mchezo, hata baada ya mchezo tunakuwa na maongezi mbalimbali, inasaidia sana kujisikia kutokuwa mpweke. Uh, vilevile unavyosema swala la kanisa, ina maana ina kwamba kwa mfano hili kanisa hapa ni la East Africa. So tunakutana watu wa East Africa, uh, tunashare same values and culture. Na tuna tuna interact kwa pamoja, tunasali kwa pamoja. Hiyo inaongeza umoja na kushirikiana na pia inapunguza upweke uh, kwa sisi ambao tuko hapa kwa muda huu. Mashirika ya kijamii nchini Marekani, ikiwemo jumuiya ya Waafrika na kituo cha wakimbizi na taasisi ya wahamiaji inayotoa elimu na huduma za kisheria, yanatoa wito kwa serikali kuweka mikakati ya kusaidia ujumuishaji wa wahamiaji wa Kiafrika. Mapendekezo yao ni pamoja na kuanzisha huduma za afya ya akili zinazozingatia tamaduni za Kiafrika, kuimarisha usaidizi wa kisheria na kuweka mazingira ya ajira jumuishi yanayoruhusu wahamiaji kushiriki kamilifu katika jamii bila ubaguzi. Kwa ujumla, hali ya maisha ya upweke inayoathiri wahamiaji kutoka Afrika nchini Marekani ni suala la kijamii, kiakili na kibinadamu linalohitaji mshikamano wa pamoja katika jamii ya Marekani na jumuiya za kimataifa. Mi wito wangu, ningesema jaribu ku socialize. tafuta watu, watu wapo uh, wa ku interact nao, tafuta marafiki uh, ingependeza zaidi kama mna share same culture, vilevile ingekuwa rahisi ku interact. People from east Africa, uh, inakuwa rahisi zaidi uh, eidha ni kanisani Fanya, fanya, fanya kitu. Nenda kanisani, jiinvolve na activities, fanya mazoezi kama ni kukimbia au kama ni soka. Utapata marafiki wengi huko wa nyumbani, mtinteract vizuri, na maisha ya upweke kwako yatapungua, naweza niseme hivyo. Na pia kama una familia, maybe jaribu kuangalia kama unaweza kupata jiko, ikiwezekana tasaidia pia kupunguza upweke, kisha kidogo unakuwa na familia tu, unacheza nyumbani na upweke unapungua. Lakini overall, inabidi tafuta watu, tafuta watu, ishi na watu. Binti ambaye anataka kuja Marekani kwanza, namkaribisha sana kama anataka na dream hizo, lakini pia uh, awe ana goals na kila nita kitu kwa sababu it it it really it really really and it matters, mtu mtu mtu ambaye atakupokea ndio ndio ndio ndio atakaye atakaye shape shape maisha yako ya ya Marekani. Ukipokelewa na na na watu ambao ndio sio you know mambo ya shule ndio sio hivyo tena, na wewe unajikuta na una lean toward that na nini. So, So it really depends on the person unayemfikia kwake, ndio atakaye shape which direction to to go. So, inabidi wahakikishe kabisa kwamba kwamba wana mtu gani kwao, na mtu gani anafikia kwao, huyo mtu yuko aina gani, kama ni role model something. Na pia they they need to make sure kwamba they have a mentor. Wakifika hapa kuwa una mentor fulani, kama unataka uh, uje uwe nurse, uwe engineer, uwe whatever it is you want to be, make sure that you have a mentor ambaye ambayo uta look up to ili usianze kuja ku ku figure out things from the beginning, uangalie wenzao wamefanyaje, so you do better.